Mheshimiwa Spika, karne ya ishirini na moja haihitaji watu wenye shahada nyingi za vyuo vikuu, tunahitaji ujuzi na maarifa ya watu. Watu wenye ujuzi na maarifa ya kufanya kazi, ndiyo maana miaka eh, miaka minne iliyopita serikali ya China ilibadilisha vyuo vikuu mia sita vyuo vikuu mia sita kuwa vyuo vya ufundi na ufundi stadi. Kwa ajili ya muktadha huo, rais wa Marekani, rais mpya Trump, mwaka jana alisema anataka kuanzisha chuo kikuu cha ujuzi na mafunzo ya kazi badala ya digrii za jumla jumla. Mjasiriamali ma, maarufu duniani Elon Musk mwaka jana alisema anataka kuanzisha chuo kikuu cha teknolojia na sayansi badala ya kuwa na vyuo vikuu vya jumla jumla. Sasa Waingereza wana msemo maarufu wanasema hivi: if gold rust what will iron do kama dhahabu inaota kutu, bati na shabati na chuma vitakuwaje? Nataka kusema nini? Nachotaka kusema hapa, kama China na Marekani wameiona kasoro, kwa nini Watanzania hatutaki kuiona kasoro?